Yes, ni Jumatatu ya Pasaka ambayo imekuwa ni siku ya baraka kweli kweli. Uh, tukiwa tunakuangazia kutoka katika maeneo ya Riverside Ubungo, katika kanisa la TG Riverside Kibangu, kanisa linalochungwa na mtumishi wa Mungu Mchungaji Jobu Mwakibinga. Leo amekuwa na tukio la baraka sana, kongamano la watu wenye ulemavu wa kusikia ambapo wao pia kama mchungaji Uh, wao wamejikita zaidi katika kuwahudumia hawa watu wenye ulemavu wa kusikia, na wamekuwa wakiwahudumia hapa kanisani, na leo wakaamua siku ya Pasaka, siku ya Jumatatu ya Pasaka kuweza kusherekea pamoja, kujifunza mambo kadhaa, lakini pia kula nao chakula pamoja na watu hawa ambao, nao katika jamii, ni watu ambao wanaheshimika na wanaotakiwa kupewa heshima kama watu wengine. Ni jambo la baraka kiukweli, na kumekuwa na wageni ambao wamehudhuria hapa. Alikuwepo awe mgeni rasmi uh, diwani wa kata hii, lakini amewakilishwa na mwenyekiti wa serikali za mitaa. Lakini pia tumekuwa na viongozi wa kidini kwa maana ya tumekuwa na makamu askofu Uh, Mchungaji Luvanda ambaye amemwakilisha askofu wa jimbo hili Mchungaji Ezekiel Mbwilo. Yamekuwa ni mambo mazuri ambayo yamefanyika hapa, uh, wamepata wasaa kuweza kusikia uh, changamoto ambazo viziwi wanazipitia uh, uh, kutoka kwenye jamii tofauti tofauti. Wamesikia risala pia ambayo mesomwa umesomwa na mchungaji kiongozi wa mahali hapa na kuweza kuona maono ambayo kama kanisa wanayo, lakini pia yale ambao wanatamani yafanyike na kuweza kufikia jamii ya watu wasiosikia. Anyway, TV tumekuwepo hapa kukuletea tukio hili, na Mungu wa mbinguni akubariki unapokwenda kufuatilia kile ambacho kinafanyika hapa siku hii ya leo. Asante sana, mimi kwa majina naitwa mchungaji Jobu Mwakibinga niko hapa kwenye kanisa letu hili la Tanzania Assemblies of God Riverside. Na mimi ni mchungaji na kwenye Biblia tuna agizo kuu ambayo asema, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka. Sasa nimepewa nafasi ya kuwahudumia watu wa aina tofauti tofauti, na nikiangalia hasa leo tuna viziwi, tuishi kwa viziwi tu. Mimi natamani nihudumie watu wengi wa kila aina na makundi mbalimbali mbali. na hapa na makundi ya vijana na makundi ya watoto ambao pia najitahidi kwa sababu tu ya mazingira nataka niwaweke vizuri, na makundi mbalimbali pia. Sasa hivi tumeanza na viziwi na tumeamua ku, kujumuika na hawa nani, kwa sababu pia tunatamani wayajue maisha ya kiroho, wamjue Mungu. Wengi viziwi hawana taarifa za kutosha kwa habari ya Mungu, kwa hiyo tunapowaweka kwenye kanisa na tunakuwa na mkalimani wao pia tunapohubiria watu wazima hata wao wasikie habari njema, kwa sababu Biblia inasema apendi hata mmoja apotee bali kila mmoja aifikirie toba iliyo ya kweli. Kwa hiyo wapate neno la Mungu la, kwa ufasaha na uzuri ili waweze kumjua Mungu vizuri. Hata kama watapotea lakini sisi hatudaiwi, hatuna deni juu yao. Kwa hiyo ok, ndio kitu kikubwa sana ambacho tumekifanya leo, kuijulisha jamii kwamba haya mambo yanawezekana kwa kila mtu kumjua Mungu kiufanisi kabisa. Na Mungu wetu anasema ni roho, wanaomwabudu Mungu inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo tunataka kuwafundisha, tuwafundishe maisha ya ndani ya kumjua Mungu katika roho na kweli. Kitu kikubwa, tamani kufahamu pengine changamoto au ugumu mnaokutana nao kwenye kuwahudumia watu wenye ulemavu wa kusikia. Ugumu tunaokutana nao kwanza ni zile lugha zao za alama kama akikosekana mwalimu basi, wao wanaumia sana, na kwa asili yao kama wanakuwa na hasira sana wanapokosa kuelewa kile ambacho kinawakilishwa na watu wengine. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa sana ambacho tunapata changamoto na kweli, ni kwa na watu wengi wengine, tulikosa mwalimu hapo katikati, na wanatoka mbali, wengine Mkulanga, wengine Gongo la Mboto, wengine Tegeta na wengine nani, Kinondoni kwao unakuta imekuwa ni shida sana, ndio ugumu. Mchungaji, tunatamani kufahamu ulimpataje haya maono, na pengine kwa nini ukaamua kujikita zaidi kwenye hao watu wasio wenye ulemavu wa kusikia? Karibu. Ah, nashukuru mimi haya maono ni, ni zile huduma zangu mimi. Ni mchungaji na ni mchungaji sio wa aina tofauti, ni makundi mbalimbali mbali, na hapa kanisani tunafanya makongamano mbalimbali mbali na tunaalika watu waina tofauti tofauti kama makundi hayo na wengine. Kwa hiyo katika mwaliko wa kongamano moja tukawaalika hawa viziwi, na nadhani walifurahia sana tulipowalika na wakatamani sana kuendelea kukaa hapa. Kwa hiyo tukaona tuna jukumu kubwa pia la kuweza kuwaweka hao watu, kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha kwamba na wao wanamjua huyu Yesu tuliye naye. Kwa hiyo maono makubwa ambayo mimi nilionayo ni, ni kuwahudumia watu wa aina zote kama nilivyosema kwamba Biblia inatu-, inatutuma inatupa agizo twende ulimwenguni mwote tukahubiri Injili kwa kila kiumbe aminiye ah, na kubatizwa taokoka. Kwa hiyo katika hali hizi ndio itofanya hata leo, na nimeona pia ni moyo wangu kabisa, sijaliona mara nyingi sana hili kwenye makanisa mengi. Ndo maana nikatamani kujua haswa kwa nini ulipata huu mzigo, na pengine labda kuna kitu likiona kwao mpaka kikakushawishi kuona kwamba hacha ni yabebe haya mauno na niamua kutembea nayo. Uh, mimi, kila mmoja mchungaji na huduma yake, na sisi tumeitwa kuhudumia jamii na tupo kifaida. Ndio maana unakuta tuko tayari kumhudumia waaina yoyote, na hatufanyi biashara, ila tunafanya biashara ya Yesu tu kuitoa roho kutoka, kutoka chini au kutoka katika hali ya dhambi na kumjua Mungu wetu. Kwa hiyo kikubwa ambacho ni na, ni, tunakifanya ni hali kama hiyo ya kuhakikisha kila mtu anamjua Yesu. Kwa hiyo maono makubwa ambayo ninayo mpaka sasa kama wameniongezea nguvu kwamba ni, ni, ni, ni, ni, ni, naanza na hawa lakini pia na makundi mengine pale Mungu atakaponiwezesha ni shauku yangu, kama nilivyosema, najenga eneo ambalo litakombaini nani watu wa aina tofauti tofauti. Ulianza lini haswa, na pengine tuambie mpaka sasa hivi una jumla ya watu wangapi wa, wenye hii wenye, shida ya usikivu? Aa, nimeanza mwaka jana na nilikuwa na watu kama kumi na mbili, kama nilivyowaambia. Changamoto ambayo inakuja nilikosa mfa, mtafsiri wao mkalimani sasa katika kunani hapo walipungua wengi, wanaumiaga sana wakimpata mkalimani ambaye hajui afa, anakuwa na kalimani, wanakuwa na asira zaidi. Sasa wengi wakapungua na, wana, wanatoka mbali hivyo unavyowaona wengine wanatoka Nkulanga, wanatoka Tegeta, wanatoka gongo la Mboto, wengine wanatoka Kinondoni, sio wa hapa. liyemuona mmoja ambaye amejitambusha ni tafsiri mkalimani anatoka Ubungo, lakini wengi wanatoka mbali kwa hiyo unakuta tunawasaidia pia kiu, nauli eee. kwa hiyo pengine unawezaje, una kuweza kuwamudu kwa maana ya mahitaji? Ni watu ambao wana shida hiyo ya usikivu o, pengine kuna watu ambao wanakusaidia au labda kuna taasisi au nani yoyote ambayo enjoys ambayo inakusaidia kukusapoti kuweza kuwasaidia watu waweze kuendelea pia na maisha ya kawaida amna? Ni sisi wenyewe tunajitoa tuna, tuna, tuna kwa ajili yao na yes, ni sisi wenyewe hakuna mtu ambaye anatusaidia eh. Na umelenga labda maono yako ni nini, ni, ni haswa kwa siku za mbeleni? Maono yangu ni katika kulenga, natamani sana mpaka hivi sasa natamani niwe na mimi nijifunze alama kwa ajili ya kuwahudumia kwao, nataka natamani niwe na darasa kubwa la watu na tuweke kila vi, mitendea kazi kwa ajili ya kusiki, kuwasiliana kuh, ama tunataka tuweke kile TV kubwa kabisa ambayo pia hata kama tukinani mtu anaku, anakuwa tayari ametafsiri kama tukikosa hata mkalimani. Kwa hiyo maono yangu ni kuwa na madarasa hata pia hata jamii ipate kujifunza moja kwa ajili ya alama hizo za nani, lakini pia wow, wao wote ambao wako hapa waweze kuwa na, ni, niweze kuwahudumia Eh. Natamani kufahamu nini wito wako kwa watumishi wa Mungu ambao wanatazama sasa hivi. Pengine ni kitu kigeni cha kujifunza kupitia hiki ambacho wewe unakifanya. Wito wangu ni kwamba tu, tufanye kazi ya Yesu. Yesu hakubagua watu. Na wito mkubwa ni kwamba ukipata nafasi ya kumhudumia kila mtu pamoja na udhaifu wake au na nguvu yake, tumia hiyo nafasi, kwa sababu ndio wito wetu. Kumhudumia kila mmoja na kila jamii. yeah, yeah. Shukuru sana baba. Asante sana. Nashukuru. Kwa Askofu Samueli Mwaruvanda wa kanisa la Tanzania Assemblies of God jimbo la Ubungo, makamu askofu wa jimbo la Ubungo, na niko hapa kwa ajili ya siku maalum ya wenye ulemavu wa kusikia yaani viziwi, tukio ambalo limeandaliwa na kanisa hili la ta Riverside na wamenialika na nimehudhuria kwa sababu tukio hili ni la kibibilia. Katika bibilia, Mungu hakuja tu kwa uhubiri wanadamu watubu dhambi, bali alikuja pia kuwahudumia kwa, kwa mahitaji yao ya kijamii. Tangu mwanzo, hata Adamu na Eva walipokosea Mungu alikuja sio tu kuwahubiri wamrudie. Biblia inasema alichukua ngozi akawavika ili wasiwe uchi, kuwaziba aibu yao. Kwa hiyo hiki ndio ambacho kanisa la Riverside limefanya. Hata Yesu Kristo alipokuwa duniani alikula pamoja na, aliwalisha watu zaidi ya elfu nne na wakati mwingine elfu tano. Lakini pamoja na haya yote, nitoe wito kwa makanisa na taasisi nyingine za kidini kutoka nje na kufikia watu wenye changamoto mbalimbali mbali za katika jamii yetu. Kwa kweli wanakuwa kana kwamba ni waliotengwa, lakini makanisa na taasisi nyingine za dini zinaweza kuwafikia watu hawa na kuwapa tumaini na mafanikio katika maisha yao. Lakini pia nitoe uh, neno kwa wale ambao wanapitia hizo changamoto kama za uziwi. Jambo la kwanza, wasiache kumcha Mungu. Jambo la pili, watumie fursa chache walizonazo kufanikisha maisha yao. Wanazo fursa nyingi, kuna mikopo ya walemavu, kuna taasisi nyingi ndani na nje ya nchi zinazohudumia walemavu, wazitumie. Jambo la tatu, wafanye kazi kwa bidii katika hizo nafasi chache, fursa chache walizonazo. Na jambo la nne, wasijitazame kama jamii inavyotazama, bali wajitazame kama Mungu anavyotazama. Mungu bado anawaona ni watu wazuri, wenye uwezo wa kuwa msaada kwa jamii ya Kitanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Asante sana. Mwendelezo wetu e, ni mzuri kabisa mwakani, halitafanyika ndani ya kanisa, limepangwa lifanyike kwenye ukumbi ili lizidi kuleta sura ya jamii nzima, lisikae katika sura ya kikanisa tu, kwa sababu mpango uliopo ni kuwahudumia watanzania wote pasipo kujali imani zao. Asante. Ukiwa kama kiongozi wa kanisa na ambayo umefika kama makamu wa askofu, nini cha kujifunza kutokana na hiki ambacho kimefanyika hapa lakini nini wito wako kwa makanisa mengine kuweza kufanya kitu kama hiki? Aa, mimi nimejifunza kwamba jambo kubwa ni kanisa kuwa na maono na mkakati maalum wa kufikia watu wenye ulemavu wanaozunguka maeneo yetu. Hilo likiwepo, pakawa na a visionary leader, kiongozi mwenye maono, mchungaji mwenye maono, shehe mwenye maono, na pakawekwa mikakati mizuri, jambo hili inawezekana. Na hawa watu wapo tayari na wana uhitaji mkubwa, na kila tunapowafikia wanajisikia faraja kubwa sana. Ni hilo, asante. Kwa jina naitwa Miss Mohamed, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kibangu ambako niko hapa kwenye kongamano hili la kanisa la TNG Kibangu, ambako leo wameweza kufanya kongamano la watu wenye ulemavu wa kutokusikia, ambapo nimeona masomo waliyoyatoa, elimu waliyoitoa na ufahamu ambao wameutoa, sisi kama serikali tunaendelea kuvitaka vituo vingine vya maombi, makanisa na taasisi mbalimbali ziweze kuona umuhimu wa watu hao wenye ulemavu na kuweza kuwa nao kama hivi kanisa hili lilivyofanya. Limefanya jambo jema. Tunajua serikali yetu, kuna wizara ya ustawi wa jamii ambayo ina watu wenye ulemavu, lakini kama serikali peke yetu hatutoshi. Taasisi za dini kama hizi pia ni muhimu, kama hizi zinavyofanya leo. Tumeshukuru, tumeona, na tunatoa wito kwa taasisi mbalimbali mbali, mashirika kuungana na kanisa hili la TG kuweza kutoa huduma hii ya upendo kabisa kwa watu wetu hao wenye mahitaji maalum. Tumeona wamefurahi, wameweza kupata elimu, tumeweza kusikia kilicho moyoni mwao. Kwa hiyo mimi kama serikali ya mtaa Kibangu nawashukuru sana kanisa hili kwa hatua hiyo waliofikia, asanteni sana. E, kama wananchi kweli sisi ndio tunaokana na wananchi. Na tunayo makanisa mengi hapa mtaa wa Kibangu. Lakini kanisa hili limeonyesha mfano na sio kwa hili tu limekuwa likitoa huduma mbalimbali katika mtaa wa Kibangu kwa watu wenye mahitaji maalum bila kujali dini wala kabila. Kwa hiyo wito wetu sisi kama serikali za mitaa, sio lazima makanisa, hata wananchi mmoja mmoja ambao Mwenyezi Mungu amewajalia wa kipato, waweze kufanya hivi kwa ajili ya kujiwekeza kwa Mwenyezi Mungu, kutoa sadaka kama hizi za kiroho. Majina yangu naitwa Simeoni Mwakatobe. Ndio alama yake ni hiyo hapo. Kwa sababu ya kuchekacheka na mambo mengine ndio akapewa alama hiyo, okay. Mimi nimekuja hapa kanisa la TAG Ubungo Kibangu, nimekaribishwa kwenye jamii ya viziwa ulioko hapa, ndio maana mimi nimefika hapa siku ya leo, tumeweza kushirikiana pamoja katika kanisa hili la Mungu ambaye Mungu ni mmoja, tunafahamu sisi wote tuna ushirika mmoja na jamii kanisa zina changamoto. Wachungaji maaskofu lugha ya alama hawajui, sasa umuhimu wa lugha ya alama, wenyewe wachungaji wenyewe, wainjilisti wenyewe, maaskofu wenyewe, wanaofundisha lugha ya alama wamepunguzwa, na wanakwama kutengeneza mawasiliano kwa watu viziwi. Lugha ya alama ina muhimu sana kupungua kwa wakalimani haitoshi, wakalimani tu haitoshi, haitoshi. Sasa sisi tumefika hapa ili tuweze kuhamasisha zaidi eh, jambo hili la kujifunza lugha ya alama. Unaona kanisa hili mimi siabudu hapa, mimi naabudu Ikavita, kanisa la Emmanuel Viziwi liko pale Buguruni, kwa ni mara ya kwanza kufika hapa. Mimi kwa mara ya kwanza nilivyoona, nikaona nishiriki pamoja, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko hapa pia. Kwa mimi namshukuru sana Mungu na tutaendelea kushirikiana pamoja na makanisa mengine pia, tutaendelea kushirikiana. Yupo Mungu pia hata makanisa mengine, Mungu yupo na sisi, tutaendelea kuhamasisha jamii ili izidi, izidi kuona umuhimu, ndio ili izidi kupata mwamko wa kufundishwa lugha ya alama. Na neno gani kwa huyo mbeba maono kwa hiki ambacho amekifanya hapa, na pengine nini cha kujifunza, je yeah. Ni nini wewe cha kujifunza kutokana na mafunzo ya siku ya leo? Alichojifunza siku cha kwanza ni ile kuona kwamba tumeweza kukutana na watu wapya, lakini pia tumeweza kukutana na wachungaji ambao wameweza kufika hapa siku ya leo, lakini pia tumejifunza kwamba umuhimu wa makanisa kuweza kushirikiana pamoja na jamii, ili waweze kuelewa kuhusiana lugha tofauti na lugha ya, ya alama. Lakini pia kutokana na ile kauli mbiu iliyosema lugha tofauti imani moja tuweze, yes. So na hivyo pia tuweze kushirikiana, tuweze kujua umuhimu wa Mungu, kwa sababu njia ya kwenda mbinguni ni moja. Yesu Kristo pekee ndiyo njia sahihi ya kwenda mbinguni, na ndiyo maana tumefika hapa kanisani, kwa sababu Yesu Kristo ni njia yetu, ni moja pekee.